Mashabiki tulishawahi kushuhudia miaka kadhaa nyuma kama si mwaka juzi, e, wakati Yanga wanaenda kucheza nusu fainali na Marumo Gallants. E, Yanga ndo walionekana kuwa na watu wengi sana uwanjani kuliko e, ma mashabiki wa Marumo. Na, na kitu ambacho niliweza kuobserve, unaweza ukaona hata mashabiki wote wawe ni wasimba wawe ni wayanga wanaoishi South Africa, wao timu inapotoka tu Tanzania na kwenda kule wanaunganaga kitu kimoja. Uh, hapa kwanza tunapata somo gani lakini pia urahisi upo wapi kwa simba uh, wakati tumetoka kumsikia moja ya shabiki anasema kwamba uh, South Africa Stellenbosch hawana mashabiki kwa sababu ni timu ngeni na ni timu mpya ko haina mashabiki kiasi hicho, ndio tunaweza tukasema kwamba simba basi ndio inaweza ikawa ganda la ndizi kwa maana kwamba kusonga hatua inayofuata kwa faida hiyo ah no. kukosa mashabiki uh, timu kukosa mashabiki timu au kutokupata fans sio tatizo la uh, kwenda kuchochea, kuchochea au kuchangia matokeo, lakini pia kumbuka mashabiki ni moja kati ya ntuasaa mchezaji wa kumi na mbili kitu ambacho mi naweza nikasema um, Stellenbosch wenyewe wanajua kipi ambacho wanakifanya mm. timu ya mwaka 2016 mm, ina miaka tisa nao katika yeah. Uh, uh, league na nadhani pia katika Champions League ndo nadhani msimu wake wa kwanza wa pili kufika nusu fainali, what a history. Kwa hiyo mi bado naweza nikasema chachu ipo, na kama tulivyotoka kuangalia michezo mingine, Simba Sports kuna advantage kubwa mbili ambazo anatembea nazo cha kwanza advantage wachezaji wenye uzoefu zaidi na michuano hii mm. kitu kingine mwalimu mwenye kaliba na mashindano ambayo wanaenda kukutana nayo okay. Sio tu mashindano ya Confederation ya Champions League, lakini pia hata mashindano pia South Africa. Fadu Davis ni moja kati ya walimu wenye kaliba hiyo mm. ni ameshafundisha amepita baadhi ya vilabu akiwa kama assistant coach. That's why hata yee mwenyewe katika press alishawahi kusema kwamba yeye haimpi shida na tutegemee ushindi, kitu ambacho kwa mwalimu kufika katika uh, momentum kama hiyo, tuna gain vitu viwili. Cha kwanza exposure and cha pili tunaweza tukasema ni a confidence, yeah, mwalimu tayari ana kitu ambacho anaweza kaenda ka express kwa watu, anaweza kaenda kakifanya kwa wachezaji. Gemu ya kwanza first leg ambayo tumeicheza hapa uh, Tanzania, kule visiwani Zanzibar, so far so good, ilikuwa kutanabaisha, lakini yale ndo matokeo ya mpira hmm. kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa Mpira um, ndivyo ulivyo. Mpira una matokeo mengi sana. Sio matokeo matatu, yeah. Kitu ambacho Stellenbosch, ambapo siku ile walimaliza almost hisabu zote na ilibaki hisabu ya goalkeeper tu, Sage Stephens yule ambaye ndio goalkeeper namba moja, team captain. Kitu ambacho tunaweza tukaenda kutegemea kumuona kumuona wapi South Africa. Na nafikiri siku ile hata hata Simba walimaliza pia, yeah, na Simba wanaona, anawishi kutoka, lakini ndio hakuna namna kwa sababu lakini ukiangalia bado inakuwa nafasi au ina afya fulani mm. Kwa Simba Sports kwa sehemu moja, kama ule ndio mpira wa Stellenbosch, basi hawana kingine cha kuexpress zaidi ya kile maana, kama walitegemea kuwin au kupata sare au suruhu a, a, wakiwa away ground wakashindwa wakaishia pale, let us say kwamba hata tukienda South Africa tunaweza tukaenda kugain momentum ile ile ambayo tayari wameshaionyesha wakiwa uh, uh, uh, away. Lakini bado Simba Sports wasiende kifua mbele wasiende kichwa mbele. Haya ni mawa, ni maneno na ni mambo ambayo yanatokea sana kwenye football. Isha mtokea FC Barcelona zidi ya PSG no. Anaenda anashinda nne nyumbani PSG, anaenda na kufa sita. Yes, ishakuwa hivo, sofa meza inapinduka. Kwa kikosi ambacho anacho Stellenbosch, mimi mi mwenyewe na appreciate wanakipa mwenye experience nzuri uh, wana kina Kiba kina Moloisane, mm. Safu ya beki na Ture wachezaji ambao wamepita vilabu vingine vikubwa uh, uh, Mimosas, kitu ambacho bado uh, ambacho wana kitu ambacho wanaweza wakapambania. Wana wachezaji wana historia kubwa, akina Dijon akina Nkuu kutoka Orlando Pirates, wamepita wanajua nini ambacho wanakipambania. So far so good, ni kwamba wa..., Simba ni maandalizi Yabaki tu kitu ambacho unaenda kukiandaa ndicho ambacho utaenda kukionyesha mbele.